Kwa majina yangu naitwa Kisio Kishamba Megaro. Kwa kweli huduma ambayo nimeona mnaendelea kufanya sasa, kufuatilia watu watoe shida zao kero zao, ni nzuri sana yaani, ni nzuri sana. Nimefurahi kwa sababu watu wamekuwa na kero na wajuu mahali ya kukimbilia. Kwanza wengine ni waoga, wengine wakisema labda waende kituo cha polisi wanaogopa kwanza polisi, lakini kwa njia sasa hii mimi naona mheshimiwa Dokta Samia Suluhu kazi anayefanya ni kubwa mno, nimeipenda kwa kweli. Kwa namna hii mpaka mnafuata kero, maana mmepata hasa mahali ya kukimbiliza kukipu, kuelezea watu kero zetu, hata mtatufikisha mtu atuwakilisha hmm? sababu hata tunapata elimu, hii ni elimu kubwa. Mimi nimeona hii zoezi linaloendelea, nikasitopisha biashara yangu nije ni, ni, ni, ni, ni, ni kwa ajili ya hii kusuku kusapoti hii kazi kwamba hii kazi mnayofanya ni nzuri kwa kweli, ingetakiwa mtembeze Tanzania nzima, sio hapa Monduli tu, kila mahali mfike, kwa sababu ni jambo nzuri sana. Samia Legal Aid, eh, ni kazi nzuri sana alipogundua hili, kwa sababu inatuondolea kero, naturahisishia kero, badala ya kufika hata polisi. Wengine hatujui kujieleza polisi, kwa hiyo hii naona ni msaada mkubwa sana. Hii Legal Aid ambayo imeanza na mama Samia ni nzuri sana, watu wanapata Eh, kupata msaada wa karibu kwa majina, anaitwa Lomito Ipanga natokea kijiji cha Enguiki. Kwanza ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuona kuwaletea wananchi wake msaada wa kisheria manyumbani. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Msaada huu wa kisheria umekuja kutufungua na kutuonyesha kwamba sehemu gani huwa tuna tunakosea au tuna tunapatia, sababu tuliposikilizwa na wanasheria hawa, kwanza ni mpongeze dawati la kijinsia waliokuja kutoa elimu ya kijinsia ya mke na mwanaume kwamba kuna ukatili wa kingono kuna ukatili wa aina nne. Walipotuelewesha vile tumeona kwamba tunasaidika kwa kweli. Na msaada wa pili sisi, mimi nilikubinafsi tulikuwa na kikero ya kijiji, kero hiyo tumesikilizwa na tulipewa ushauri nini cha kufanya, tofauti na tulivyokuwa tunahangaika hapa na pale kutafuta msaada wa kisheria, lakini hatukuweza kupata. Lakini nimshukuru sana na nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutuletea msaada huu wa kisheria, lakini pia ni washauri hao wasiishie hapa, na isiwe tu ni kwa leo, iwe ni endelevu kwa ajili ya wananchi wake anayewaongoza. Kwa majina naitwa Sinyati na Ngoro Keluke. Nimetokea kijiji cha Emairete. Mimi nilikuwa na shida ya mgogoro ya ndoa ya muda mrefu ya mume wangu ambaye tumeoana mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita. nikaishi naye vizuri kuanzia mwaka huo mpaka elfu mbili na elfu mbili na tisa ndio mgogoro ikaja kuanza sasa nikajaribu kuwaelezea ki, kwenye kitongoji, nikaenda kijiji, nikahamishwa kata, nikaenda ustawi wa jamii, nikarudishwa, nika baraza la ardhi Monduli. Ndio sasa nilikuwa tunahangaishwa, hukumu bado haijatoka tu mpaka sasa hivi. Na ninashukuru msaada wa Mama Samia, msaada wa wanasheria kuja kutusaidia na ni vizuri pia wamenieleza sehemu ambayo nitaenda kupata haki yangu zote za maisha. Kwa jina naitwa Mboyo Kayai Laizer, mwenyekiti wa kijiji cha Emairete. Leo tumepata msaada wa Mama Samia Legal Aid eh. amesaidia wamama na watu wengi wenye shida mbalimbali, na sasa leo umekuta kukuta, wamama au wa watu wengi ambao wamekwama kwa maswala yao ya migogoro mbalimbali kwa hiyo tayari leo wamepata ufumbuzi kwamba atasaidiwa na nani au ameelekezwa mahali fulani. Kwa hiyo mimi nashukuru sana iyo, kwa sababu hiyo kwangu binafsi kuna mambo ambayo nimeshapata ufafanuzi. Kwa hiyo mimi nashukuru sana uwepo wa wasaidizi wa Mama Samia Legal Aid katika, katika ndani ya kikata yetu hasa kii cha Emairete.